So, nani na kila jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu mtoto wa Maria. Ilikuwa siku ya Alhamisi, muda wa saa nne niliamkiwa tumbo, tumbo liliuma sana. Baada ya hapo, nikachukua maji ya urejesho. Nilipotumia maji ya urejesho, ghafla tu nilitapika na tumbo likawa lazima. Jina la Bwana amen. Matendo yake makuu anayo yatenda kwenye malango yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi nikiwa katika ibada, tukaomba hapo ibada tukaianzisha. Baada ya kumaliza ibada, nikaingia kuharibu kazi za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ninapoishi kuna madhabahu ya uganga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, jirani yangu kuna madhabahu ya uganga. Baada ya kuanza kuharibu yale maombi ya kuharibu maombi ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Nao nikaona wanatoka na mbuzi usiku saa nne. Bwana Yesu asifiwe. Na wenyewe wakiwa kwenye kazi zao sasa. Bwana Yesu asifiwe, ili wamchinje ile mbuzi, lakini nilimwambia Mungu nikaanza kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mbuzi wa kumchinja walimrudisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa matendo makuu, kazi ya kufanyika kazi za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa tunaona tunaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe.